kwa hiyo chama ambacho hakisaini maadili ya uchaguzi hakitoshiriki uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mwaka huu na hakitoshiriki chaguzi zingine zote ndogo zitakazotokea katika uhai wa miaka hii mitano kuanzia 2025 mpaka 2030. Hapo kanuni zitatungwa wengine, kwa sababu kinachoishi baada hapo ni sheria, lakini kanuni huwa zinatungwa ambazo zinatumika kwa muda wa miaka mitano. Kwa hiyo kanuni zote zitakazotungwa mwaka huu 2025 zitatumika uchaguzi 25, uchaguzi mdogo utakaotokea 26 uchaguzi mdogo tokea ishirini na saba, ishirini na nane, ishirini na tisa na 30 kabla ya ule mwaka mmoja kuelekea kwenye uchaguzi. Kwa kama kuna chama cha sasa kijasajili, hakijasaini maana yake hakishiriki uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 wa Rais na bunge na madiwani na uchaguzi mdogo mwingine wowote utakaojitokeza katika kipindi cha uhai wa, wa miaka mitano ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kijashiriki kusaini.